Hakuwa amezaliwa katika utajiri. Lakini hakuwa maskini pia. Tatizo lake halikuwa maisha aliyokuwa nayo, bali aibu aliyokuwa nayo juu ya maisha yake. Kwa marafiki zake aliishi maisha ya hali ya juu. Aliongea kuhusu nyumba kubwa, maeneo ya kifahari na maisha ya watu wa tabaka la juu. Alisema kana kwamba utajiri ulikuwa kitu cha kawaida kwake. Mwanzoni, uongo ulikuwa mdogo. Maneno tu, hakumdhuru mtu. Alijidanganya, lakini uongo haukai mdogo. Kadiri alivyoendelea kuongea, ndivyo watu walivyomkadiria zaidi. Walimsikiliza, walimheshimu, na hilo lilimpa raha, raha iliyomfunga. Siku moja ya Ijumaa, rafiki yake wa karibu alimwambia kwa furaha, nitakuja kukutembelea wikendi hii. Tabasamu lake lilibaki usoni, lakini moyo wake ulianza kupiga haraka. Kumtazama nyumbani, hilo halikuwa kwenye mpango wake. Kwa sekunde chache, alitaka kusema ukweli. Lakini kiburi kilimshinda. Karibu sana, alisema haraka. Ni utapapenda. Usiku huo hakulala. Hakupanga mavazi, alipanga uongo. Asubuhi ya Jumamosi, alisimama kwenye kituo cha basi akimsubiri. Rafiki alipofika, alimkumbatia kwa nguvu kupita kiasi. Rafiki akaangalia mazingira. Hakukuwa na magari ya kifahari. Hakukuwa na walinzi. Hakukuwa na dalili za maisha aliyoyasimulia. Kabla hata ya kuulizwa swali, alisema haraka, hapa ndipo nyumba yetu ya pili. Nyumba kubwa iko mbali kidogo. Alijaribu kucheka. Rafiki akanyanyua nyusi. Nyumba ya pili? akauliza. E, ndio, akasema kwa pupa, ya karibu tu. Uongo wa kwanza ukaanza kutikisika. Wakitembea, maswali yakaanza polepole. E, mnazo nyumba ngapi? Kwa nini hutumii ile kubwa wikendi? E, nani anaishi huko sasa? Majibu yalikuja lakini hayakuwa sawa. Kila jibu lilikuwa tofauti kidogo. Rafiki akaacha kutikisa kichwa, akaacha kutabasamu, akaanza kusikiliza kwa makini. Walipofika nyumbani, haikuwa kama alivyosimulia. Nyumba ndogo ya kawaida, kimya. Eh, ndiyo, alisema haraka, ni ya mapumziko tu. Ndani kila kitu kilikuwa cha kawaida hakuna dalili ya maisha ya kifahari. Rafiki hakumshutumu. Kimya kilizungumza. Wikendi ikageuka kuwa mtihani. Maswali hayakuisha. E, kwa nini tusitembelee ile nyumba kubwa? Kwa nini majirani hawakujui? Embona huna picha kule? Majibu yakaanza kumchanganya. Akachoka, akakasirika. Alijikuta anajikanganya mwenyewe. Hatimaye akanyamaza. Uongo ulimchosha. Rafiki alipoondoka Jumapili jioni hakuwa na hasira. Alikuwa mbali. Umbali huo ulimuumiza zaidi. Usiku huo alikaa peke yake. Kwa mara ya kwanza, uongo haukuonekana mzuri. Ulionekana mzito. Mitihani ya mwisho wa mwaka ilikaribia, lakini mawazo yake hayakuwa darasani. Alikuwa amefaulu masomo lakini alikuwa amejifeli yeye AM mwenyewe. Jioni hiyo alifanya jambo gumu kuliko yote, aliwapigia marafiki zake. Hakutoa visingizio, hakujitetea, alisema ukweli. Nilisema uongo kuhusu maisha yangu, nilijifanya wa hali ya juu, naomba msamaha. Kulikuwa na ukimya, ukimya wa kweli. Kisha rafiki mmoja akasema, tulijua. Mwingine akasema, tulikuwa tunasubiri uache. Walimsamehe, sio kwa kelele, bali kwa dhati. Tangu siku hiyo aliacha kujionyesha, akaacha kujifanya, aliishi ukweli wake. Maisha hayakuwa makubwa, lakini yalikuwa mepesi. Na akajifunza somo ambalo halikumwacha tena. Uongo hukupa heshima ya muda. Ukweli hukupa amani ya kudumu. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa kwenye nafasi yake? Tuambie kwenye maoni yako. Usisahau like, subscribe na kushare hadithi hii kwa rafiki anayehitaji kusikia ukweli, lakini alikuwa mepesi. Na akajifunza somo ambalo halikumwacha tena. Uongo hukupa heshima ya muda. Ukweli hukupa amani ya kudumu.